Karibu kwenye kipindi cha nne cha EURA CCC na ushuhuda. Leo tupo mkoani Rukwa, manispaa ya Sumbawanga, kwa wananchi wa mtaa wa Majengo KKKT wakitoa ushuhuda wao walivyosaidiwa na EURA CCC katika kupata haki yao ya kulipwa fidia ya kuunguliwa vitu vyao kutokana na hitilafu ya umeme. Karibu tuende pamoja katika kuwasikiliza baadhi ya waathirika wa tukio hili na namna EWURA CCC ilivyowasaidia watumiaji hawa. Kwa majina, naitwa Rusivundwe, ni mkazi wa Majengo, mtaa KKT. Mimi ni miongoni mwa wahanga waliounguliwa na vitu katika matengenezo ya umeme. Mimi nilipata tatizo tarehe nane mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na nne. TANESCO alikuwa na matengenezo katika eneo lile. Baada ya hapo, tulipata itirafu vitu vyetu viliungua, lakini nilikuwa najiuliza ni uvipi naweza nikapata msaada ili niweze kusaidiwa nifidiwe vitu vyangu. Nikakuta kuna kongamano soko Matola, mkoa wa Rukwa. Watu wa EWURA CCC walikuwa wakitoa elimu kuhusu namna gani wanaweza kawasaidia wananchi ili kuweza kufidiwa wanapopata na majanga kuhusiana na mambo ya umeme na maji wanaweza wakawasaidia wananchi wao. Nashukuru Mungu niliwafuata wale watu wakanipa maelekezo, wakasema nifike ofisini kwao, ofisi za EWURA CCC mkoa wa Rukwa. Nilipofika nikatoa malalamiko yangu, wakaanza kufanya utaratibu ni vipi wahanga wa tukio hilo wanaweza kufidiwa vitu vyao. Tunawashukuru watu wa EWURA CCC wamesimama kidedea wameshughulikia tatizo letu, mpaka leo tunalipwa fidia zote. Mimi binafsi niliunguliwa dekoda ya StarTimes, namshukuru Mungu nalipwa, nalipwa kila kitu kilichongua. Kwa hiyo na natoa wito kwa Watanzania wote na wakazi wa mkoa wa Rukwa, wanapopata na matatizo kama haya, wasisite kufika ofisi za mkoa wa Rukwa EWURA CCC na ofisi za EWURA Tanzania nzima. mara sisi tumepata huduma iliyo sahihi, tumehudumiwa vilivyo, tunashukuru kwa kweli, wametufanyia vizuri na tumelipwa vitu vyetu. Mimi naitwa Elias Solomon Lembe, mkazi wa Sumbawanga mjini. Mwaka jana nikumbuka mwezi, mwaka jana mwezi wa pili nilitokea tatizo la kuunguliwa vitu vyangu na umeme makazi yangu majengo, lakini baada ya hapo, nikatafuta uwezekano wa kusaidiwa. Baada ya msaada kufika, wakanielekeza nikakuta, wanasema kuna eh, mas, eh, mafundisho EWURA, watu wa EWURA CCC maeneo ya Sumbanga mjini, masoko matora. Nilikawaendea, wakanielekeza, wakasema uje ofisini, nikafika ofisini wakawa na mimi tukaelekezana, wakanipa mambo ya kufanya mwanzo mpaka mwisho, na kwa kweli walinipa ushirikiano mkubwa. Mpaka sasa vitu vyangu nimeshalipwa vyote, igua skrini kinyamuzi, na kama sijakosea na kitu kingine ambacho, lakini hela yangu yote nimelipwa, ila tu ambacho naweza kushawishi au kushauri wananchi au nchi nzima Ifahamuni EWURA upande wa maji, ukiwa na shida upande wa vitu kunguliwa, lazima wafate, uwatafute EWURA CCC, watakusaidia. Mimi binafsi kuamini, lakini nashukuru kwa mpaka sasa hivi. Uh, wananchi, mimi nashauri watu wa mkoa Rukwa na wilaya zake, tatizo kama maji, tatizo kama mambo ya kuunguliwa vitu ndani ya nyumba, waone EWURA CCC kwa kweli wanasaidia, japo zamani tulikuwa Tanzania hakuna kitu kama hicho. Na mimi sasa ndio nimeamini, kwa siamini kama EWURA CCC ina uwezo wa kunisaidia mpaka sasa, na mpaka sasa hivi nimesaidiwa, sina shida, ila nitawaambia na wengine kama yanatokea haya, nitakuwa balozi wao. Nashukuru katika machache, EWURA iko vizuri.